Popopote ulipo Afrika na kote duniani, tunakukaribisha kwa idhaa mpya kabisa na idhaa yako. Hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo maalum ambayo yanaangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali, ikiwamo sanaa, uongozi, afya, teknohama, michezo, bila kusahau mazingira lakini muhimu zaidi ni kwamba huu ni ukumbi wako ambapo sauti yako kama mwafrika inasikika, inaheshimiwa na kupewa nafasi. Jina langu ni Anu Ngugi, andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamani lakini kwanza, hebu nikupe kionjo cha yale tumekuandalia. Yaani, mtazamo unakwenda una katika muktadha huo, lakini kiuhalisia kufahamu nia ya dhati ni, ni, ni vigumu. Lakini pia wengine wanasema kwamba um, hakukuwa na kesi ya msingi ya watu hao kukamatwa, ulikuwa tu ni uonevu ambao unaendelea kama unavyoendelea sasa hivi katika maeneo mbalimbali, viongozi anayowateua hawaendi kwa kasi ile anayoitaka mwenye Daktari Hussein Ali Mwinyi. Hii leo tunaangalia viongozi wa upinzani Tanzania ambao wameachiwa huru na vilevile vile uimara wa bunge la Tanzania lenye sura ya chama kimoja CCM kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani naye mwenzangu ramadhan kibuga polisi nchini tanzania wamewaachia huru viongozi wanne wakuu wa upinzani wanasiasa haoni kutoka chama kikuu cha upinzani chadema walishtakiwa makosa ya uhaini na kuchochea ghasia miongoni mwa walioachiwa huru ni makamu mwenyekiti wa chadema john heche tanzania ilishuhudia maandamano makubwa ya kulalamikia uchaguzi na kushinikiza mageuzi ya sheria za uchaguzi hapo oktoba 29 makundi ya kibinadamu yamenadi zaidi ya elfu moja waliuawa kwa kupigwa risasi. Hata hivyo, mamlaka za Tanzania zimekanusha idadi hiyo, japo polisi haijatoa idadi kamili ya waliopoteza maisha katika maandamano hayo ya uchaguzi. Kiongozi mkuu wa upinzani Tundu Lissu anaendelea kuzuiliwa korokoroni baada ya kushtakiwa kwa makosa ya uhaini na kuchochea vurugu. Mamia raia wengine wamewekwa korokoroni kwa makosa ya uhaini na kupanga maandamano uangalizi wa Muungano wa Afrika umetaja uchaguzi wa Tanzania kama uliokosa uwazi na usiofuata maadili ya kidemokrasia. Kundi la mawaziri kutoka mataifa ishirini barani Afrika wamekemea vikali ukatili na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu katika eneo la Darfur huko Sudan. Wawakilishi hao wamesema mauaji ya raia kiholela na kuzuia chakula kufikia raia ni matukio ambayo yanaendelea katika mji wa Alfasher huko Darfur. Aidha, wameongeza kwamba katika maeneo hayo ya Darfur kaskazini na jimbo la Kordofan jeshi la wanamgambo wa RSF limeshambulia raia wenye asili ya Kiafrika na kuwaua wengi na wanawake kubakwa. Mawaziri hao kutoka bara ya Ulaya wamesema RSF wametekeleza uhalifu wa kivita na kusisitiza lazima wahusika wakuu kuwajibishwa. Wametaka kusitishwa kwa mashambulio dhidi ya raia na mashirika ya kibinadamu kukubaliwa kusambaza misaada. Ujumbe huo umewakilisha mataifa ya Canada, Hispania, Uingereza, Ujerumani, Ireland, Sweden, Austria, Croatia, Finland, Poland na Uswizi. Ethiopia ndiyo mwenyeji wa kongamano la kimataifa la mazingira duniani mwaka 2027. Wajumbe katika kongamano la kimataifa la mazingira ambalo limemalizika Brazil wameridhia katika kikao kijacho kufanyika mjini Addis Ababa. Ethiopia na Nigeria ziliwasilisha ombi la kuandaa kongamano hilo. Hata hivyo, ujumbe wa pamoja kutoka Afrika ulipendekeza katika kura ya mwisho kikao hiki kufanyika mji wa Addis Ababa. Kongamano la mazingira limekuwa likizunguka katika bara zote duniani kila mwaka. Mwaka ujao mataifa ya Ulaya y magharibi yataandaa kikao hicho. Australia pia imeomba kuandaa kikao cha mazingira na kushirikisha visiwa vya Pacific ambavyo vimeathirika vibaya na mabadiliko ya tabia nchi. Aidha, mataifa mengi ya Afrika yameathirika na mabadiliko ya tabia nchi na ameshinikiza fidia kutoka kwa dola kuu zinazochafua mazingira kwa kuachilia hewa ya kaboni. Mwaka huu kikao kimefanyika katika misitu ya Amazon huko Brazil. Mji wa Bon, makao makuu ya mamlaka ya mazingira duniani, utaandaa kikao cha mwaka ujao. Kiongozi wa kijeshi nchini Guinea Mamado Dumbia ameidhinishwa kugombea urais katika kura ya mwezi ujao. Awali kiongozi huyo aliahidi kutogombea urais, lakini katiba mpya iliyopendekezwa na jeshi ilimpa nafasi ya kuwania uongozi wa Guinea. Wagombea wakuu, rais wa zamani Alpha Conde na waziri mkuu wa zamani Selun Dialo, wamezuiliwa kugombea kwa sababu ya umri wao. Katiba mpya inazuia wagombea waliozidi miaka 80. Dumbu ya atachuana na wagombea hafifu ikiwemo waziri wa zamani wa elimu Abdullahi Yero Balde na naibu gavana wa benki kuu Faya Milimono. Waziri mkuu wa zamani ambaye aliomba kuwania Lansana Kayute amekosa kwenye orodha na ameapa kuwasilisha rufaa. Uchaguzi mkuu wa Guinea unatarajiwa kufanyika baadaye Desemba 28. Mamlaka za Marekani zimetoa dola milioni saba unusu kwa taifa la Ekuatorial Guine kuwapa hifadhi raia wa kigeni wanaofurushwa kutoka Marekani. Hata hivyo, mpango huo umekosolewa na baadhi ya wabunge wa Marekani ambao wamelalamikia hatua hiyo. Seneta Jin Shahin amesema viongozi wa Equatorial Guinea wanakabiliwa na mashtaka ya ufisadi Marekani na Ulaya, hivyo hawafai kushirikiana kwa lolote na mamlaka, ikiwemo kupokea hela za raia wa Marekani. Donald Trump amekuwa akishawishi baadhi ya nchi za Afrika kuwakubali raia wa kigeni wanaofukuzwa nchini mwake. Tangu kushinda uchaguzi, Trump ametekeleza sera yake ya uhamiaji. Amesema sera mpya inatoa tija kwa raia wa kizungu pekee kutoka Afrika ya Kusini. Shukran sana Kibuga, na moja kwa moja tuanzie nchini Tanzania, ambapo baadhi ya viongozi wakuu wa upinzani wameachiwa huru baada ya kuzuiliwa kwa madai ya kuchochea ghasia za baada ya uchaguzi. Chama kikuu cha upinzani Chadema kimesema makamu wake John Heche na viongozi wengine wanne wameachiwa huru. Hata hivyo kiongozi wa Chadema Tundulisu angali korokoroni, ambapo anazuiliwa kwa makosa ya uhaini na kuchochea vurugu. Matukio ya sasa yanajiri wakati Tanzania bara ikikumbwa na msukosuko wa kisiasa. Mamia ya watu wameuawa, wengine wamekamatwa na mali ya mamilioni ya fedha kuharibiwa, baada ya ghasia ya kupinga uchaguzi wa mwezi Oktoba. Serikali imeomba kuwepo maridhiano ya kitaifa, kauli ambayo bado kuitikiwa na upinzani. Huyu hapa mwenzangu Veronica Natalis ambaye nilizungumza naye hapo awali kuhusu matukio ya karibuni nchini Tanzania. Asante. Uh, swala hili linajadiliwa na Watanzania kupitia majukwaa mitandao ya kijamii kwa mtazamo tofauti. Wengine wakisema kwamba uh, baada ya kusikika kwa, kwa makamu mpya wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Chimbi akizungumza katika mkutano mmoja wa SADC akisema kwamba uh, Tanzania kupitia Rais Samia Suluhu Hassan inayo nia ya dhati ya kufanya maridhiano. Sasa watu pengine wanahusianisha kwamba inawezekana hii ikawa ndio ile nia ambayo ilikuwa inazungumzwa kufanya maridhiano ama pengine ni shinikizo kutoka mataifa ya nje kila mtu haja ya, yani ya, yaani, mtazamo unakwenda una katika muktadha huo, lakini kiuhalisia kufahamu nia ya, ya dhati ni, ni, ni vigumu. Lakini pia wengine wanasema kwamba um, hakukuwa na kesi ya msingi ya watu hao kukamatwa, ulikuwa tu ni uonevu ambao unaendelea kama unavyoendelea sasa hivi katika maeneo mbalimbali, na kuwaachia hakuna maana yoyote kisiasa kwa sababu kwanza walikamatwa kwa kuonewa na kwa mujibu wa mamlaka za serikali wanasema kwamba wameachiwa kwa dhamana na kesi zao zitaendelea. Kwa hiyo mitazamo kutoka kwa Watanzania wakijadili kupitia hasa katika majukwaa mitandao ya kijamii umelenga katika mambo hayo matatu, kwamba pengine ni utekelezaji wa maridhiano kama ilivyoahidiwa, ama pengine ni swala la kuogopa shinikizo kutoka mamlaka za nje, kwa sababu pia tumewasikia baadhi ya viongozi wakubwa wa mataifa ya Afrika hata nje ya Afrika wakikosoa ushindi wa Rais Samia kwa hizo asilimia tisini na nane. Kwa hiyo pengine kwa uh, kuwa ukosoaji umekuwa mkubwa uh, kutoka katika mataifa mbalimbali mbali. Labda pengine wanajaribu kuweza kuweka mambo sawa kuhusiana na kile ambacho kinaendelea lakini kingine pia ndio hicho ambacho watu wengine wanasema kwamba hata ukamatwaji wao haukuwa na maana yoyote. kwa watuwezi kusema kwamba kama ni maridhiano ya kisiasa ama pengine labda uh, ni kuogopa shinikizo la nje, kwa sababu hakuna hata kesi ya msingi. Bila shaka, kuna swala kuhusiana na kimya cha serikali na mwelekeo wa utawala. Serikali imekuwa kimya au imejiepusha kuzungumzia maswala ya kisiasa yanayoleta utata tangu Rais Samia alipoapishwa kimya hiki kinatafsiriwa vipi na wachambuzi? Je, serikali inajipa muda wa kupanga mikakati au inajaribu kupuuzia mjadala na kuendelea na mambo mengine ya maendeleo kweli? Kwa baadhi ya watu ambao mimi nawafuatilia, wachambuzi wa masuala ya kisiasa, wanadiplomasia, wana pamoja na watu wengine ambao wanafuatilia siasa, wanasema kwamba kukaa kimya kwa serikali uh, kwanza ni kuogopa kukiri jambo hili hadharani kwa sababu ni jambo ambalo limetokea kwa mara ya kwanza, na kama li, wa, yani, serikali italikubali kama lilivyo, ina maana itakuwa inaonyesha udhaifu mkubwa kwa serikali na makosa ambayo inatakiwa kuwajibika, makosa ya kuwaua watu, makosa ya kupora uchaguzi, uh, kuwa na njama nyingi sana ambazo ziliachilia ushindi kwa chama cha mapinduzi CCM. Kwa hiyo kama serikali itatoka hadharani na kusema kwamba polisi wameua ama watu wameuawa ama kuzungumzia chochote ambacho kitakuwa kina kinaonesha sura hii ambayo inaonekana ya ushahidi wa picha za video na picha za kawaida kwenye mitandao ya kijamii itakuwa inakiri udhaifu. Kwa hiyo kufanya hivyo kwa mujibu wa wachambuzi ni kwamba serikali ina, inajaribu kuficha ukweli na kukiri hadharani. Lakini tulimsikia jana kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum wa Dar es Salaam, Jumanne Mliro, akihojiwa na chombo kimoja cha habari cha, cha kimataifa, alizungumza aliuliza swali kuhusiana na kwamba kwa nini jeshi la polisi lipo kimya pamoja na yote yanayoendelea pamoja na picha nyingi za ushahidi ambazo zinatolewa pamoja na shuhuda za watu kutoka maeneo mbalimbali zikionesha jinsi ambavyo watu waliuawa. Kamanda alitoa maelezo ya kuonesha kwamba picha hizo ambazo zinasambaa hazina ukweli, kwamba ni picha za kutengeneza. Kwa hiyo, hiyo ni kauli ya kwanza kabisa ya jeshi la polisi, kauli ya kwanza ya serikali ambayo mimi ninaisikia toka mambo haya yatokee katika uchaguzi huu ambao umepita wa Oktoba 29. Na kuendelea kwa ukamataji wa siri, kwa Kiingereza tunasema covert, pamoja na shinikizo, na madai ya ukamataji wa kisiri huu ambao nimetaja dhidi ya wanaharakati na wanachama wa upinzani yanaendelea. Je, kama mwandishi wa habari mna ushahidi upi mpya kuhusu hali hii, na upi ni utaratibu mnaotumia kuripoti masuala haya magumu bila pia nyinyi kuhatarisha usalama wenu? Kwa sisi waandishi wa habari, tunapata ushahidi kutoka kwa watu wenyewe ambao wanatupigia simu, wanatueleza yanayotokea, labda viongozi wa vyama kuanzia katika ngazi za kata, wilaya na mikoa, anakueleza uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, anakupa uh, uh, jina na siku ambayo mtu amepotea. Wa kuna wale ambao wanakamatwa wanajulikana kwamba amekamatwa, amepelekwa kituo fulani, lakini kuna wale ambao wanapotea tu hawajulikani walipo. Ni wengi sana wanachama wa Chadema. Hayo majina ambayo yanasikika na kutangazwa ni machache, lakini kuna watu wengine wengi sana huko mashinani, mikoani, wilayani na maeneo mbalimbali ambao wamekamatwa. Na wengine hata sio wanachadema, wengine ni raia tu wa kawaida ambao hawana chama cha siasa. Wamekamatwa na familia zao zinakiri kabisa kwamba ndugu yao toka amepotea ama amekamatwa hajai kuonekana. Hata wale ambao wamekamatwa na polisi wengi hawajai kuonekana. Kwa hiyo sisi tunapata hiyo kutoka kwa jamaa, ndugu na marafiki, lakini um, mazingira ya mwandishi habari kuripa ripoti habari hizi bila kupata tabu ni magumu. Kwa Tanzania mimi nafuatilia vyombo vya habari vya ndani, e, hautakuta chombo cha habari kinazungumzia habari hizi ama kumhoji kiongozi wote wa, wa, wa serikali ambaye anaweza kutoa majibu ya kueleza kwamba labda familia fulani ina, ina, ina, ina inasema kwamba imepoteza ndugu yake, imepoteza jamaa haonekani kwa muda fulani. Utasikia chombo cha habari cha ndani kina, kinaeleza kina, kina kuhusiana na hili. Pia sasa hivi kina, kwenye vyombo vya habari kwa mfano kama vya taifa, televisheni ya taifa na redio pamoja na vyombo vingine vinajiunga na matangazo ya moja kwa moja ya Dodoma sasa hivi, wanatangaza uchaguzi wa spika unaoendelea huko katika makao makuu ya chama na serikali Dodoma Tanzania, iko mubashara, inaoneshwa. Kwa hiyo watu wanaangalia, unaweza pia kuangalia kupitia mitandao ya kijamii, wako mubashara. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo vyombo vya habari vya ndani vinatangaza, waandishi wa habari wa ndani wanatangaza. Hata ukifuatilia kurasa zao za mitandao ya kijamii, ni vigumu sana kuona mwandishi wa habari anajadili hoja hizi ambazo zinaendelea hapa nchini Tanzania, na sio kwamba hawajui ama hawawezi, ni kwa sababu ya mazingira yaliyopo hayawapi nafasi ya kujadili vitu ambavyo vinaonekana vinaikosoa ama viko kinyume na serikali. Kwa hiyo mbinu wanazotumia ndio kama hivyo, labda watumie waandishi wa habari ambao sio wa Tanzania ambao wana wigo mpana wa kusikika kwa habari zao kimataifa. Wanawatumia ushahidi, wanashirikiana nao katika habari zao kutolewa. Hivyo naona ndio waandishi wengi wanafanya kwa sasa na bila shaka, Veronica Natalis, tumepata matukio kutoka ndani ya Tanzania. Na bila shaka, shukran sana, tutaendelea kufuatia matukio pindi yanapojipuza. Bila shaka msikilizaji, ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Huu ni ukumbi mpya kabisa kujadili na kubadilishana maswala na taarifa muhimu kuhusu bara hili. Jiunge nasi kwenye mitandao ya Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Na kuwa huru kabisa kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Anu Ngugi na leo tunaangalia Tanzania ambapo bunge jipya limeanza kufanya kazi. Ujumbe wa maridhiano na viongozi wa Chadema ambao wameachiwa huru. Bila shaka naona wengi mnaendelea kujiunga nasi nasi tunatoa shukrani za dhati kwamba mnatufuata barabara kabisa. Tuma maoni yako kuhusiana na yale ambayo unayasikiza, ama pia utume pengine ni taarifa zipi ambazo ungependelea kuzisikiliza hapa katika idhaa yako msikilizaji. Tunasonga mbele, ambapo tuelekee kisiwani Zanzibar, ambapo hali ya kawaida imekuwepo kabla na hata baada ya uchaguzi mkuu, tofauti na miaka ya awali, wakati uchaguzi kisiwani ulikumbwa na malalamishi na maandamano kupinga matokeo kura ya mnamo Oktoba ilishuhudia utulivu bila visa vyovyote vya kuripotiwa. Wawakilishi wameapishwa na tayari kuanza majukumu yao katika bunge. Chama cha Mapinduzi kilipata wajumbe wengi, ACT Wazalendo kitajumuishwa katika serikali, ukiwa ni mpango ulioafikiwa Zanzibar kubuni serikali ya umoja. Huyu hapa Abubakar Harith akiarifu zaidi kutoka kisiwani Zanzibar. Serikali ya Zanzibar imeanza kuchukua sura mpya baada ya rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr Hussein Ali Mwinyi kuhutubia baraza la kumi na moja la wawakilishi, chombo kinachosimama na kubeba jukumu la kutunga sheria. Hotuba yake inatazamiwa kuwa hotuba ya matumaini, uboreshaji wa utawala, uchumi, siasa safi na umoja. Mara kadhaa kumekuwa na mitazamo tofauti kuhusu serikali na wasaidizi wake, wengine wakisema wanamsaidia ipasavyo na wengine wakiwa wanafuata bendera Baraza la 11 linaundwa na wajumbe kutoka chama tawala CCM na upinzani, hasa ACT Wazalendo, kutokana na mfumo wa serikali ya umoja wa kitaifa. Serikali ya umoja wa kitaifa maarufu GNU imeshuhudia maendeleo makubwa ya kisiasa tangu ilipoundwa mwaka 2010 yaliyolenga kufikia maridhiano kati ya vyama viwili vikuu vya siasa. Dr Saleh Ramadhan Koshuma ni mhadhiri mwandamizi kutoka Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar, SUZA anazungumzia kuhusu masuala muhimu ya serikali yanayotazamiwa na wengi hivi sasa. Jambo la msingi ambalo linalotaka pia kuwahusia wale viongozi watakaowateua katika ule uongozi wake, lazima waendane na hii kasi aliyokuwa nayo, isiwe tu haya mambo yapo katika mipango na vision za nchi kama ni 2050 lakini katika zile action plan, katika ile mikakati vile vile strategic plan ya nchi, ikawa utekelezaji wake hawa viongozi anayowateua hawaendi kwa kasi ile anayoitaka mwenye Daktari Hussein Ali Mwinyi. Kwa hiyo e, la kuomba zaidi kwa hawa viongozi watakaoteuliwa ni lazima wamuunge mkono Mheshimiwa Rais Daktari Hussein Ali Mwinyi, kwa kasi ajabu, kwa kasi anayoitaka, ili haya malengo aliyojiwekea na nchi iliyojiwekea yaweze kufikiwa. Walio wengi hivi sasa ndani ya Zanzibar wanasubiri kusikia na kuona baraza jipya la mawaziri, huku baadhi ya viongozi wameanza kuteuliwa akiwemo mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na makamu wa pili wa rais wote wakiteuliwa tena kwa kipindi cha pili. Baraza hili la sasa linatazamiwa kuwa na mvutano mkali wa hoja na uwajibikaji kwa sababu ya idadi ya wapinzani ndani ya baraza, kwani hakuna dalili ya kususia serikali kama ilivyotokea mwaka elfu mbili na kumi na tano. Abubakar Harith, Idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika, Zanzibar. Na tuingie katika tahariri, ambapo katika kongamano la mataifa ya kusini mwa Afrika sadek makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel Chimbi alisoma taarifa ya rais Samia Suluhu Hassan kwa upole, ambapo aliomba taifa lake kukumbatia maridhiano ya kitaifa. Wito huu unatokea baada ya mamlaka za Tanzania kukosolewa vikali kikanda na pia nje ya Afrika kwa maafa ya waandamanaji waliopinga uchaguzi wa mwaka huu wa 2025. Maelfu wamewawa, wengine wanasalia korokoroni, mali ya mamilioni ya fedha imeharibiwa kila uchao. Vyombo vya dola vinaendelea na msako mkali kuwinda wanaotuhumu kuwa wakuu wa maandamano. Kiongozi mkuu wa upinzani Tundu Lissu angali anazuiliwa korokoroni. Rais Samia angali kutoa kauli kamili ya mchakato wake wa kuleta maridhiano na kuponya taifa. Tahariri ya leo inaangazia masuala makuu yanayofanikisha maridhiano. Tahariri hiyo inawasilishwa kwako na Kennedy Wandera. Rais Samia Suluhu Hassan amekuwa akihubiri maridhiano tangu aingie madarakani, akijaribu kuonyesha sura ya mama wa upendo, kiongozi wa hekima na mleta umoja. Lakini nyuma ya taswira hiyo laini kuna majeraha makubwa ambayo bado hayajapona. Ni rahisi kutamka neno maridhiano, lakini ni neno lenye uzito linalotaka ujasiri wa kukubali ukweli mchungu. Je, Suluhu anataka maridhiano na nani? Kwa misingi gani? Waliouliwa hawajazikwa kwa haki, walioteswa hawajasamehe, na walioporwa kura hawajapewa nafasi ya kuzungumza. Lakini pia kuna waliokamatwa kwa kisingizio cha uhaini. Uchaguzi wa mwaka huu ulikuwa doa katika historia ya Tanzania nzima. Ulijaa ukiukaji wa haki za binadamu, ubakaji wa demokrasia na utawala wa hofu. Maelfu ya raia walinyimwa haki yao ya kupiga kura kwa amani, wengine wakapoteza maisha mikononi mwa vyombo vya usalama vilivyotumwa kuzima upinzani. Vyama vya upinzani vilizuiwa kushiriki, wagombea wakatishiwa, na wale waliothubutu kupaza sauti walijikuta korokoroni au uhamishoni. Leo hii rais Samia Suluhu anapozungumzia maridhiano, maneno yake yanaumiza zaidi kuliko kutuliza. Maridhiano ya kweli huanza kwa kukiri makosa kabla ya kuhubiri umoja. Suluhu anatakiwa kukubali kwamba uchaguzi ulio haukuwa huru wala wa haki ilivyosema umoja wa Afrika, akiri kwamba serikali iliwanyanyasa wananchi kwa kutumia vyombo vya dola, kwamba damu ilimwagika kwa sababu ya uchaguzi uliopangwa. Bila kukubali ukweli, maridhiano yake yatabaki maigizo ya kisiasa tu. Maridhiano si maneno matamu tu, ni kukiri uhalifu na kuwajibika. Wale walioua wananchi wasio na hatia lazima wafikishwe mbele ya sheria. Viongozi wa upinzani kama Tundu Lisu na wenzake waachiwe huru bila masharti. Vyama vyote viruhusiwa kushiriki katika uchaguzi mpya utakaosimamiwa kwa uwazi na uadilifu na tume huru. Haki ikipatikana, ndipo amani ya kweli tarejea nchini Tanzania. Ni unafiki mkubwa kwa Rais Samia kutaka dunia iamini kuwa yeye ni kiongozi wa maridhiano, ili hali bado anamiliki urithi wa ukandamizaji. Watanzania hawahitaji ahadi zisizo na vitendo, bali wanataka kuona mageuzi halisi. Amani ya kweli hujengwa juu ya haki, si juu ya hofu. Hivyo, ikiwa suluhu anamaanisha kile anachokisema, aanze na hatua za kivitendo: kukiri ukweli, kuomba msamaha, kuwaajibisha wauaji na kuruhusu uchaguzi huru. Vinginevyo, historia itamkumbuka kama kiongozi aliyefunika maovu kwa blanketi la maridhiano, na mama wa taifa aliyecheza na damu ya watoto wake kutiririka kwenye mitaro ya miji na vijiji. Sasa tupate taarifa ya matukio mengine barani na mwenzangu Ramadhan Kibuga. Polisi nchini Tanzania wamewaachia huru viongozi wanne wakuu wa upinzani. Wanasiasa hao ni kutoka chama kikuu cha upinzani Chadema. Walishtakiwa makosa ya uhaini na kuchochea ghasia. Miongoni mwa walioachiwa huru ni makamu mwenyekiti wa Chadema, John Heche. Tanzania ilishuhudia maandamano makubwa ya kulalamikia uchaguzi na kushinikiza mageuzi ya sheria za uchaguzi hapo Oktoba 29. Makundi ya kibinadamu yamenadi zaidi ya watu elfu moja waliuawa kwa kupigwa risasi. Hata hivyo mamlaka za Tanzania zimekanusha idadi hiyo, japo polisi haijatoa idadi kamili ya waliopoteza maisha katika maandamano hayo ya uchaguzi kiongozi mkuu wa upinzani Tundu Lissu anaendelea kuzuiliwa korokoroni baada ya kushtakiwa kwa makosa ya uhaini na kuchochea vurugu. Mamia ya raia wengine wamewekwa korokoroni kwa makosa ya uhaini na kupanga maandamano. Uangalizi wa muungano wa Afrika umetaja uchaguzi wa Tanzania kama uliokosa uwazi na usiofuata maadili ya kidemokrasia. Kundi la mawaziri kutoka mataifa ishirini barani Afrika wamekemea vikali ukatili na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu katika eneo la Darfur huko Sudan. Wawakilishi hao wamesema mauaji ya raia kiholela na kuzuia chakula kufikia raia ni matukio ambayo yanaendelea katika mji wa Alfasher huko Darfur. Aidha, wameongeza kwamba katika maeneo hayo ya Darfur kaskazini na jimbo la Kordofan, jeshi la wanamgambo wa RSF limeshambulia raia wenye asili ya kiafrika na kuwaua wengi na wanawake kubakwa. Mawaziri hao kutoka bara ya Ulaya wamesema RSF wametekeleza uhalifu wa kivita na kusisitiza lazima wahusika wakuu kuwajibishwa. Wametaka kusitishwa kwa mashambulio dhidi ya raia na mashirika ya kibinadamu kukubaliwa kusambaza misaada. Ujumbe huo umewakilisha mataifa ya Canada, Hispania, Uingereza, Ujerumani, Ireland, Sweden, Austria, Croatia, Finland, Poland na Uswizi. Ethiopia ndiyo mwenyeji wa kongamano la kimataifa la mazingira duniani mwaka elfu mbili na ishirini na saba. Wajumbe katika kongamano la kimataifa la mazingira ambalo limemalizika Brazil wameridhia katika kikao kijacho kufanyika mjini Adisababa. Ethiopia na Nigeria ziliwasilisha ombi la kuandaa kongamano hilo. Hata hivyo, ujumbe wa pamoja kutoka Afrika ulipendekeza katika kura ya mwisho kikao hiki kufanyika mji wa Addis Ababa. Kongamano la mazingira limekuwa likizunguka katika bara zote duniani kila mwaka. Mwaka ujao, mataifa ya Ulaya Magharibi yataandaa kikao hicho. Australia pia imeomba kuandaa kikao cha mazingira na kushirikisha visiwa vya Pacific ambavyo vimeathirika vibaya na mabadiliko ya tabia nchi. Aidha, mataifa mengi ya Afrika ameathirika na mabadiliko ya tabia nchi na ameshinikiza fidia kutoka kwa dola kuu zinazochafua mazingira kwa kuachilia hewa ya kaboni. Mwaka huu kikao kimefanyika katika misitu ya Amazon huko Brazil. Mji wa Bonn, makao makuu ya mamlaka ya mazingira duniani, utaandaa kikao cha mwaka ujao. Kiongozi wa kijeshi nchini Guinea Mamado Dumbia ameidhinishwa kugombea urais katika kura ya mwezi ujao. Awali kiongozi huyo aliahidi kutogombea urais lakini katiba mpya iliyopendekezwa na jeshi ilimpa nafasi ya kuwania uongozi wa Ginea. Wagombea wakuu rais wa zamani Alfa Konde na waziri mkuu wa zamani Selun Dialo wameziwiliwa kugombea kwa sababu ya umri wao. Katiba mpya inazuia wagombea waliozidi miaka 80. Dumbu ya atachuana na wagombea hafifu ikiwemo waziri wa zamani wa elimu Abdullahi Yero Balde na naibu gavana wa benki kuu Faya Milimono. Waziri mkuu wa zamani ambaye aliomba kuwania Lansana Kayute amekosa kwenye orodha na ameapa kuwasilisha rufaa. Uchaguzi mkuu wa Guinea unatarajiwa kufanyika baadaye Desemba 28. Mamlaka za Marekani zimetoa dola milioni saba unusu kwa taifa la Equatorial Guine kuwapa hifadhi raia wa kigeni wanaofurushwa kutoka Marekani. Hata hivyo, mpango huo umekosolewa na baadhi ya wabunge wa Marekani ambao wamelalamikia hatua hiyo. Seneta Jean Shahin amesema viongozi wa Equatorial Guinea wanakabiliwa na mashtaka ya ufisadi Marekani na Ulaya, hivyo hawafai kushirikiana kwa lolote na mamlaka ikiwemo kupokea hela za raia wa Marekani. Donald Trump amekuwa akishawishi baadhi ya nchi za Afrika kuwakubali raia wa kigeni wanaofukuzwa nchini mwake. Tangu kushinda uchaguzi, Trump ametekeleza sera yake ya uhamiaji. Amesema sera mpya inatoa tija kwa raia wa kizungu pekee kutoka Afrika ya Kusini. Ikiwa unajiunga nasi, karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tuendelee kuweka maoni yenu kwenye kurasa hizo. Na pengine, msikilizaji, unatusikiliza ukiwa wapi? Uko nchini Kenya, uko Burundi, uko Rwanda, uko DRC kule Kinshasa? Bila shaka niliona pia marafiki wangu kutoka Kinshasa wakituma ujumbe na kusema wanatufuatilia barabara kabisa. Kabla ya kuaga, kwa niaba ya kikosi cha Idhaa ya Kiswahili ya Afrika tunatoa shukrani zetu kwa kujiunga nasi na kuchangia kwenye Sauti ya Muafrika, ambayo bila shaka ni sauti yako msikilizaji. Tupo kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Ana Ngugi. Kwa heri kwa sasa.